Habari zenu, karibuni darasani. Hii ni selfie ya jeli. Naomba nikufundishe jinsi ya kusuka selfie ya jeli. Tunaelewana hapo? Rasta nimetumia ni selfie kutoka Darling Tanzania. Nitatumia jeli nyepesi kwa ajili ya kuchambua Rasta yangu. Jeli nyepesi hii nimetumia ni kutoka Soft and Free. Nichagusa kidogo tu. Alafu, nitakwenda sasa kuanza kuchambua nywele yangu. Tu mkononi mwangu nitachukua tu nywele, uh, jeli kidogo nitaichambua nywele yangu kwanza kabla sijaipaka jeli, ili isije ikajifunga funga. Sawa sawa. Kwa njia hii, kama wewe unapenda kusuka selfie zako za jeli, lakini pia zile curls ziweze kukaa vizuri, jeli ninayotumia, hakikisha unatumia jeli ambayo ni nyepesi. Tunaelewana kwa. Nitaivuta kama hivi kidogo tu, alafu nitaenda kuchukua jeli yangu, nitapaka hivi, nita hivi. Muona kinachotokea Umona mawimbi yake ni tofauti na hii ambayo bado haijachambuliwa. Kwa hiyo sasa unaweza kutumia njia hii kama wewe ni mpenzi wa kusuka selfie za jeli. Kama unahitaji ukubwa zaidi ya hapo, ina maana utakuwa, kadri unavyochambua, unaendelea kuongeza saizi yako. Kwa hiyo vyote vinawezekana. Kwa hiyo nitachambua kama hivi, nitachambua nywele zangu bunda zima, alafu ndo nitaenda kuanza kumsuka mteja wangu. Kama mpo wawili, mwingine anaweza kaendelea kusuka alafu mwingine akaendelea kuchambua selfie yako. Sawa sawa, unaweza kuiweka juani in case kama utahitaji iwahi kukauka. Sawa sawa, tunaelewana. Kwa baada ya kuchambua nywele yangu mimi, nilichambua nywele zitakuwa na muonekano kama huu ambao nitakuonyesha hapa hivi. Hizi hapa ndizo ndizo zichambua tayari. Kwa hiyo tutachambua nyingi, baada hapo nitarudi kichwani kwa mteja nitakwenda kusuka mistari. Mara nyingi huwa nakwambia nywele yote ambayo unatumia Uh, crochet. Hakisha mistari yako ni mizuri na smarti vizuri tu. Tunaelewana. Kwa hiyo utaenda kusuka mistari, kabla hatujasuka tutaichana nywele ya mteja wetu vizuri alafu tutaenda kusuka mistari upande wa ndani hivi. Sawa. Mistari tu njia tatu kawaida, kama utasuka mbinjuo sawa, kwa vyote vinawezekana, kwa hiyo utaangalia urahisi wako. Wakati nasuka nywele yangu hii, naomba nikukumbushe, mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Tunawakaribisha sana chuoni kwetu, tunapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote yanayohusiana na salon. Sawa sawa. Kuna wale labda ndo mara ya kwanza umejifunza kusuka selfie ya gel kama hivyo, au tayari ulikisha kujifunza, lakini hujapata mwalimu wa kurekebisha, kama hapa ulivyochambua ni sawa au hapa ulivyosuka ni sawa sasa kujiunga na magrupu yetu sisi ni bure kabisa. Umeshajifunza kama hivi, unataka kutuma feedback yako kwenye magrupu yetu ni bure kabisa, lakini cha kwanza hakikisha tayari ulikisha kusubscribe channel hii ya Farida Othman. Kusubscribe ni mara moja tu, kama umesubscribe mwaka jana, mwaka juzi, leo, jana, sasa hivi, yote yanawezekana. Kisha baada hapo, nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen hiyo ambayo unaiona, kisha utanitumia and then, nitakuunga kwenye magrupu yetu sasa we. Unaona ninachokifanya? Nasuka mistari. Hivi ambavyo unaona. Kusuka sio ngumu sana kama ambavyo wengi tunadhania. Tunaelewana? Kwa baada hapo nywele zangu zote nitazileta upande wa nyuma alafu nitakwenda kuzisuka au kuzishonea hii mikia isiweze kuninginia hivi. Nitakuonyesha hapa kitu gani ambacho nataka kukifanya. Hii tutakwenda kuishona na sindano tu. Yote tutaishona hivi, alafu tutakwenda kuanza kupachika nywele yetu ya selfie. Utachukua nywele moja, sindano yako ya crochet kama hivi, unaweza kufunga mara mbili, and then utabana sindano yako, vuta nywele yako, alafu funga. Kufunga mara ya kwanza, mara ya pili hivi. umemaliza. Sasa funga hivi, umemaliza. Hii nywele ni mkataba, itakaa muda mrefu. Tunaelewana? Kwa wale ambao mnahitaji kujifunza zaidi, upo zako tu uh, nyumbani, unatamani kuja kujifunza mambo ya saluni, njoo darasani, njoo tukufundishe. Mzazi, una mwanao kama za darasa la saba, yupo tu nyumbani hana fani yoyote, mtengenezee mazingira mapema, mtengenezee mtoto mapema, aweze kufanya kazi za mikono yake, aweze kujitegemea, sawa sawa. Umemaliza zako chuo huna ujuzi wowote, njoo darasani, njoo tukufundishe. Kuna wale ambao wamemaliza form 6 unasubiri kwenda chuo, njoo darasani, njoo jifunze kipindi cha likizo, usikae tu nyumbani. Sawa sawa, tunaelewana. Sasa cha kwanza, kisha nywele yako unaijaza vizuri, jaza nywele yako vizuri kabisa, alafu baada hapo nitakwenda nikuelekeze ni, ni kitu gani ambacho tutakwenda kukifanya. Kuna wale ambao mnatokea mikoa, nataka kuja kujifunza Dar es Salaam, karibuni sana, nafasi zipo wazi, na ada zetu ni sisi ni kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Karibuni sana sana sana. Mimi naendelea kutumia sindano yangu ya crochet kuijaza ile nywele ambayo nilikwambia pale awali kwa tutajaza kichwa kizima sawa sawa, tutajaza kote kama hivi ambavyo unaona. Kama utakuwa kujaelewa na utahitaji kuniuliza chochote, unaweza kaniandikia kwenye comment, au ukasubscribe, kisha ukaja whatsapp kwenye namba hiyo hiyo. Lakini vyema kama utakuja na swali kwenye video hii, basi njoo na swali direct bwana, kuna video moja mbili tatu, au njoo na screenshot tu, Sawa, nitakuelekeza ni kitu gani ambacho utakuwa haujakielewa. Tunaelewana sawa. Sawa. Kisha unaijaza nywele yako vizuri, hakikisha mteja wako akiondoka amependeza. Mm -hmm. Kwa baada ya hapo tutakwenda kukata upande wa chini huku, ili kuifanya nywele yetu sisi isi nini, isi isiwe ndefu sana, kwa sababu nataka bob style sawasawa. Umeona mwonekano wangu wa mwisho umeona ilivyokuwa, alafu sasa nitaenda kuikata ile ile bobu yangu, nitakwenda kuikata itakuwa kama hivi. Kwa ni, ni, kitu kizuri yani, ni simple ni nzuri. Kuna wakati mwingine mteja atakuwa anaonekana tofauti. Usimsuke mteja nywele zile zile kila siku, sawa sawa. Kwa karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, na mimi ni Farida Othman. Usisahau kujiunga katika magrupu yetu, vipo vitu vingi vizuri ambavyo unapaswa kujifunza nasi, asanteni na niseme tu kwaherini na endelea kujifunza nasi, baibai, bye bye.